kuja kushirikiana nao kuhakikisha maandalizi ya mwisho, maandalizi kwa ajili ya kumpumzisha mzee wetu marehemu mzee Cleopa Msuya yanafanyika kwa heshima zote, e, kama tulivyoelekezwa na Mheshimiwa Rais, kutokana na heshima yake mzee Msuya na, e, na kazi kubwa aliyoifanya katika nchi hii kwa hiyo tumekuja kushuhudia na kusimamia pamoja na wenzetu wa mkoani kuhakikisha kwamba safari ya mwisho ya Mheshimiwa marehemu mzee Msuya inakamilika kwa heshima zote. Kwa hiyo tumefurahi kwamba wenzetu wa mkoani wamefanya kazi kubwa chini ya msimamizi wa mkuu e, wa mkoa. Akitoka kule, mwili wa marehemu kutoka uwanjani utakuja kuagwa na wananchi wa Mwanga, makao makuu ya wilaya, na wananchi wote wa mkoa wataanza kuaga pale kwenye uwanja wa Msuya pale Mwanga mjini, na baadaye utapanda huku juu Usangi. Wananchi wa Usangi watapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho kesho, na baada ya hapo mwili utakabidhiwa kwa familia, utalala hapa nyumbani. Kesho kutwa tutakuwa na ibada maalum kwa ajili ya e, ibada maalum kwa ajili ya, ya, ya marehemu Zemsuya kwenye kanisa ambapo viongozi mbalimbali wakiongozwa na Mwashamba baba askofu watakuwepo, na baada ya hapo huko mazishi yatafanyika hapa nyumbani. Na nataka kusema kwamba nimshukuru sana mkuu wa mkoa na viongozi wengine, advance team ya kamati ya mazishi ya taifa ikiongozwa ee, na manaibu katibu wakuu hawa utumishi na ofisi ya waziri mkuu na viongozi wengine wa, wa vyombo wameshafika mapema na anaweza kusema karibu maandalizi yote yamekamilika ya. Kwa hiyo wale wanaotaka kuja wanakaribishwa e, watashiriki katika sehemu ambayo wanaweza akashiriki. Lakini wale wengi ambao wanataka kuja kufanya last respect, na washauri wawae kesho pale Mwanga na hapa kwenye viwanja vya same na vya hapa Usangi. Lakini wale wanaotaka kushiriki kanisani ni kesho kutwa. Kwa hiyo naomba tu kwa enaomba ujumla, tushirikiane na wanamwanga na wana Kilimanjaro katika kudumisha umoja wetu na tufanye jambo hili kwa amani, ili tumuheshimishe mzee Msuya.